Leo ikiwa ni Februari 13 ya mwaka 2026, sauti ya aikoti inapigwa, kila mtu anasimama na kelele za kumsalimia mwenyekiti zinasimama kidogo, majaji kidogo wanaandika pale. Anasimama wakili wa serikali Renato Simkude anasema yupo na ajuae Katuga Ignas Kathbet na awiniwa na wote wanawakilisha jamhuri, na mshtakiwa yupo, Mheshimiwa Lissu anaulizwa, na yeye anasema yuko tayari. Jaji Ndunguru anasema, naomba shahidi aje sasa. Shahidi analetwa kwenye kiboksi, eh, kama begi, mlango wa kizimba unafunguliwa muda huo, shahidi anaulizwa umri anasema ana umri wa miaka 24, na ni Mkristo. Anaapishwa, jaji anauliza nani atamwongoza, anajibiwa na Cuthbert Mbiringe, wakili wa serikali, ndio nitamwongoza. Anamuuliza, aya, mkazi wa wapi? Mimi natokea Ruvuma, Songea, na kazi yangu ni afisa safishaji almaarufu bodaboda nafanyia huko Songea shughuli zangu. Mwezi Oktoba mwaka 2024 ni mwaka ambao nilianza kushiriki siasa za chama cha CHADEMA. Anasimama wakili na kumuuliza hapa, ulishiriki kivipi? Shahidi P6 anasema nilianza kushiriki katika mikutano ya hadhara na kuwafuatilia viongozi mbalimbali wa CHADEMA, nikafanikiwa kuwafahamu Mheshimiwa Lissu na viongozi waliokuwepo Songea. Wakili anauliza wakiwepo akina nani? Uh, shahidi pisita anajibu nilimfahamu katibu wa vijana Songea. Wakili anauliza tena, alikuwa anaitwa nani? Shahidi pisita anajibu alikuwa anaitwa Chiza au Mamba wa Kigoma maarufu kwa jina hilo Wakili anauliza, hapa Januari 2025 unakumbuka nini? shahidi wa kificho P6 anajibu, ilianza kuwa nimeshiriki siasa za CHADEMA na kuvutiwa kwa mwanachama wa chama hicho, nikaanza jitihada za kutafuta viongozi waliopo Songea, nikamfuata kiongozi wa vijana Chiza na kumweleza nia yangu ya kutaka kuwa mwanachama Wakili anamuuliza tena, nini kiliendelea baada ya hapo? shaidi anajibu alinipokea na kunisifia kwa uamzi mzuri, akasema anapaswa kuwa na kadi. Nilifuatilia hiyo kadi na nikaambiwa nisubiri, mashine bado ni mbovu. Wakili anamuuliza tena, zipi hizo shughuli za chama? shaidi eh, pisita anajibu sisi bodaboda, huwa boda tunakuwa kwenye misafara ya chama na bendera. Wakili anamuuliza tena, tarehe nne mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano kilitokea nini? Shaidi anajibu, hiyo tarehe nikiwa sehemu yangu ya kazi, pia nikiwa na simu yangu ya Infinix Smart 8 nikiwa naangalia kwenye mtandao wa YouTube. Wakili anadakia hapa na kuuliza, YouTube ni nini? Shahidi tisita anajibu, ni mtandao wa kijamii ambao unamwezesha mtu kutuma video, audio na maudhui mengine. Niliingia kwenye akaunti ya Jambo TV, nilifanikiwa kuona na kusikiza hotuba aliyokuwa anatoa mwenyekiti wa chama cha Chadema, ambapo alionekana kuhutubia watu akisema, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, hivyo tunaenda kukinukisha tunakwenda kuvuruga uchaguzi. Pia nilisikia na kuona akisema tunakwenda kukinukisha na yeyote atakayekuwa pamoja nasi tutakwenda naye, na mbaye hata kuwa upande wetu tutaachana naye. Wakili anamuuliza pia akasemaje? Shahidi P6 anajibu, hata mimi nilikuwa na mpango wa kugombea uwenyekiti, ilibidi niachane nao. Kwa kauli ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Wakili anamuuliza tena, kipi kingine? Shahidi pisita anajibu pia akasema, eh, tunafanya wasi. Ni kweli tutakuwa na wasi, kwa sababu bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Naam, ni mwenendo wa kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema Tundu Lissu.